Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni Jumatano, juma la 30, kipindi cha kawaida cha mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya nane aya ya ishirini na sita hadi aya ya thelathini, na somo la injili linatoka katika injili ya mtakatifu Luka sura ya kumi na tatu aya ya ishirini na mbili hadi aya ya thelathini. Karibu tusikilize somo la injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache?" Akawaambia, "Jitahidini kuingia katika mlango uliomwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, e Bwana, tufungulie,' yeye atajibu na kuwaambia siwajui mtokako.' Ndipo mtakapoanza kusema tulikula na kunywa mbele yako nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu, ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakao kuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo Bwana Yesu anatukumbusha mambo muhimu sana, tukiwa kama wasafiri tunaotarajia kupita kutoka katika ulimwengu huu wenye shida na mahangaiko mengi na kuingia katika ulimwengu ule wa raha na wenye maisha ya kutokufa, kama tulivyomsikia yule mtu katika Injili akimuuliza Bwana juu ya idadi ya watakaookolewa akisema, Je, Bwana, watakaookolewa ni wachache? Lakini Yesu hakujibu moja kwa moja kuwa ndio ni wachache, au hapana si wachache. Badala yake anatoa jibu linalotaka tafakari ya kina juu ya nani ataokoka. Ndipo Bwana akajibu akiwaambia Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia wengi watataka kuingia wasiweze. Tujiulize mimi na wewe, je, mlango huo mwembamba ni upi au uko wapi, ambao wengi watataka kuingia wasiweze? Mpendwa msikilizaji, hapa bwana wetu Yesu Kristo anaongelea juu ya maisha yetu ya kila siku na juu ya maamuzi yetu ya kila wakati, tunapokuwa bado tuko hapa duniani. Ndiyo kusema kwamba mlango mwembamba ambao haupitiwi au hautumiwi na watu wengi ni maisha yale yanayomtaka kila mbatizwa kujikana yeye mwenyewe kila siku na kujitwika msalaba wake na kumfuata Bwana. Rejea Injili ya Marko sura ya nane aya ya 34 na aya ya 35. Wapendwa katika Kristo, tukumbuke kuwa kwenda mbinguni si tukio linalompata mtu kwa bahati mbaya bila yeye mwenyewe kupenda au kuamua, wala mbingu haitafutwi kwa toba ya maneno tu, ikiwa matendo ni kinyume chake. Kwenda mbinguni ni maamuzi yako binafsi tena kunategemea kwa asilimia kubwa sana maisha yako na maandalizi yako ya kila siku ya hapa duniani. Jambo lingine tunalojifunza kutoka katika injili hii ni kwamba wokovu ni kwa ajili ya watu wote watakaotenda matendo mema na kumwamini Kristo tena na kukubali kuishi ile kweli ya injili bila unafiki. Hapa Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kututahadharisha juu ya maisha yetu ya hapa duniani huku tukiyaelekea yale ya umilele, yaani mbinguni, akisema natazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Ndiyo kusema kwamba wapo watu waliopata bahati ya kumjua Mungu tangu zamani au tangu utoto wao, tena wamebatizwa na kufundishwa imani ya Kikristo, lakini maisha yao ni maisha yasiyo akisi ile kweli ya Injili, yaani wanaishi kwa mazoea tu bila kufanya toba ya kweli iletayo wokovu ndani ya nafsi zao. Watu kama hawa hawataingia katika uzima wa milele mbinguni, kwani kwa maisha yao ya uvuguvugu ni kikwazo na chukizo kwa Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo: nayajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Rejea kitabu cha Ufunuo sura ya tatu, aya ya 15 na aya ya 16. Hapo Mungu anaposema nitakutapika utoke katika kinywa changu anamaanisha atalifuta jina lake mtu huyo lisionekane tena kwenye kitabu cha uzima wa mbinguni. Pia tuone wale watu wa mwisho ambao watakuwa wa kwanza. Hawa ndio wale watu ambao yawezekana hawakubahatika kumjua Mungu vizuri, wala mafundisho yake toka utotoni, au wanaweza kuwa ni wale watu ambao wanaonekana katika jamii kuwa ni wadhambi kupita wote, mfano makahaba, wezi, walevi na wengine wengi ambao hawana muda na neno la Mungu lakini ikitokea siku kabla hawajakufa wakatubu kweli na kumrudia Mungu kwa mioyo yao yote bila kujibakiza, hakika Mungu atawasamehe na atawakaribisha kwenye uzima wa milele rejea kitabu cha Nabii Ezekieli sura ya 33 aya ya 14 hadi ya 16. Basi mpendwa msikilizaji bado tuna fursa ya kutubu na kusamehewa dhambi zetu na kuurithi uzima wa milele ambao Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alikufa msalabani ili aturudishie uzima huo ambao tuliupoteza kwa makosa yetu. Kitu cha msingi hapa ni kuchagua kuingia katika mlango ulio mwembamba ambao ni mlango wa shida, mateso na magumu yatokanayo na wokovu wetu ili kuchuchumilia ule uzima usioharibika wala usio na mwisho. Tumuombe Mungu kwa maombezi ya watakatifu walioshinda ambao daima wanamtukuza Mungu mbele zake huko mbinguni, watuombee ili na sisi tuweze kushinda kuipitia ile njia ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatutaka sisi sote tuipitie ili kufikia uzima huo. Itukuzwe damu ya Kristo! Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina.